Shirika la afya ulimwenguni WHO limesema mashambulizi ya anga ya Israel yaliyoilenga hospitali moja ambayo ni miongoni mwa chache zinazofanya kazi katika Ukanda wa Gaza yamesababisha kifo cha mtoto mmoja, huku Israel ikionya kuwa itaendelea zaidi na mashambulizi yake ikiwa Hamas haito waachilia mateka inaoshikilia. Zainab Aziz na Zaina na taarifa kamili. Mkurugenzi wa WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema mtoto huyo alikufa kutokana na kukatizwa kwa huduma katika hospitali ya Al-Ahli iliyo kaskazini mwa ukanda wa Gaza baada ya hospitali hiyo kushambuliwa. WHO imepokea taarifa kutoka kwa kaimu mkurugenzi wa hospitali hiyo Daktari Fadl Naim ambaye ameeleza kuwa eneo la dharura, maabara, mashine za x-ray na duka la dawa viliharibiwa katika mashambulio hayo ya jana Jumapili. E, nahnu lan kumna bitakim. Tumefanya tathmini ya awali kuhusu uharibifu katika hospitali hii ambao ni mkubwa sana. Tutahitaji wiki kadhaa ili kuweza kurejesha hali ya kawaida, na katika baadhi ya sehemu kazi inaweza kuchukua hata miezi kadhaa. Kuna tatizo kubwa katika idara ya radiolojia na kwenye maabara, kwa sababu vifaa vilivyoharibiwa haviwezi kubadilishwa kutokana na vizuizi vilivyowekewa ukanda wa Gaza. Hakuna hata spea zinazoweza kutumiwa kukarabati baadhi ya vifaa ambavyo vingeweza kurekebishwa kaimu mkurugenzi huyo amesema hospitali ililazimika kuwahamisha wagonjwa wapatao 50, lakini kwa bahati mbaya wagonjwa 40 mahututi hawakuweza kuhamishwa. Wakati huo huo, Israel mapema leo Jumatatu imeikosoa wizara ya mambo ya kigeni ya Ujerumani kutokana na chapisho lake la kwenye mtandao wa kijamii linalohoji mashambulio ya anga ya jeshi la Israel kwenye jengo la hospitali kaskazini mwa Gaza. Katika chapisho kwenye jukwaa la X, wizara ya mambo ya nje ya Israel imesema shambulio hilo lilikuwa sahihi kwa sababu jengo lililoshambuliwa lilikuwa linatumiwa na wanamgambo wa Hamas kama kamandi yake. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imemjibu waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani anayemaliza muda wake Annalena Baerbock aliyesema ukatili wa Hamas ni lazima upigwe vita, lakini sheria ya kimataifa ya kibinadamu pia ni lazima ifuatwe. Mengineyo ni mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanakutana katika Baraza la Ulaya huko mjini Luxembourg kujadili mada mbalimbali ikiwa ni pamoja na mzozo wa kibinadamu unaoendelea Gaza, wakati ambapo mashambulizi ya Israel yanapoendelea.